Mwanafunzi wa darasa la tano anayesoma katika shule ya msingi Imani mkoani Arusha anadaiwa kujeruhiwa vibaya na walimu watatu, tukio linalosababisha kuvunjika kwa mkono wake wa kushoto. Inadaiwa kuwa adhabu hiyo ilitokana na kutokufanya kazi za nyumbani homework alopewa shuleni hapo. Akizungumza kwa uchungu kuhusu tukio hilo, mwanafunzi huyo amesema alipata majeraha makubwa katika sehemu zake mbalimbali mbali za mwili wake, ikiwemo usoni, mgongoni mpaa nilikopoa tarehe Alhamisi, tarehe ishirini na tisa, nilikopoa sijamaliza kazi ya mwalimu na kazi ya nyumbani ambayo ni homework. Halafu mwalimu akaja kuniita na walimu wawili wakacheka madaftari yangu mawili ya homework na classwork, Geography na English na math wa kwanza akaniita akanchapa fimbo tatu darasani, wa pili aliniita na kunichapa fimbo tatu ofisini, wa tatu ndo alinipiga hadi ndo akanivunja mkono, akanitoa alama huku mapajani na na kutoa huku alama kwenye mashavu, alafu wakati ananchapa Nikasimama, nikakimbia ofisini, alafu mwalimu mmoja akaja kunitetea na kumwambia mwalimu aache kunipiga atakuja kuni, kuniumiza. Alafu alivyoambiwa mwishoni, akanipiga bao la mwisho. Nilivyoenda darasani, nikatoka, wakati naenda chooni, mdogo wangu akaniona nachechemea na mkono kabisa nikopoa ufanyi kazi, mwalimu akanipeleka kwenye chumba cha huduma ya kwanza, ambao sasa wakati nafanya huduma ya kwanza, mdogo wangu alimwomba amasiae kwenda ruhusa ya kwenda pale uwanjani. Sasa alimdanganya akaenda wapi, akaenda kumwita bibi yangu. Sasa alivokuja akasema ametoka mjini, amekuja kutufata, kutufata sisi shuleni. Tulivokuja kufat alikopoa anajua kila kitu kilichotokea, lakini jiangu alikopoa anajifanya kama ajui kitu. Akaja kumwambia mwalimu mmoja, akaja kumwita akasema Njoo tuongee huku nyuma, kuna kitu kimetokea. Sasa tukarudishwa nyumbani mm -hmm. na barafu hapa. alivyonipiga bao nikopoa, naisikia huku maumivu kwenye masikio hapa, mapajani na mkononi mm -hmm. so, yeah, yeah, mm -hmm. na kwenye shavu inaendelea vizuri hiyo siku mm -hmm. muda tulikopo na dada yetu mm -hmm. Na tuk, tuk, Mimi hapa wakati nafanya wameki nikamuliza swali akasema, mm -hmm. ajui mm -hmm. na, na bibi yangu tayari alishaenda kulala mm -hmm. Akaniambia nikienda shule ndo nitaomba daftari. Nilivyofika shule nikasahau, ndo nkaja kupigwa. Najisikia vizuri, najisikia vizuri, hapana, hapana sijisiki kwenda kwenye ile shule tena mm, kwa kilichotokea mm, mm, na nilivyochapwa. Naitwa Jacqueline John, ni mama wa kijana Blessing wa miaka kumi, mm. Ilikuwa tarehe ishirini na tisa ndo tukio lilitokea. Mtoto alichapwa sana shuleni, alipigwa makofi, amechapwa mpaka amevunjika mkono. Mimi nilikuja kuambiwa Ijumaa jioni, nikafika shuleni Jumamosi asubuhi, nikaenda hapo kuongea na uongozi wa shule, nijue ni nini kinaendelea, ni watu gani wamechukua. Lakini nimefika pale, sikupewa ushirikiano huo, kwa sababu hawakuweza kunikutanisha na mwalimu. Maana nilitamani niongee na mwalimu, nijue ni kitu gani ambacho kilipelekea mpaka mtoto aadhibiwe kiasi hicho, na nilitamani achukuliwe hatua kwa kilichotokea lakini sikufanikiwa kumwona, na pia hawakumpeleka kwenye mamlaka husika. Maana baada ya tukio kama hilo, ilikuwa inabidi mwalimu wa, hata kama wazazi wangu maana mtoto alikuwa anaishi na wazazi, ilikuwa inabidi hata wao kama wao wawajibike au wamwajibishe huyo mwalimu, lakini hakuna na inavyosemekana walikuwa na, mwalimu alikuwa anaendelea kufundisha darasani kama kawaida. Yes, lakini anasema by the time anachapwa, alikuwa analalamika kwamba mkono unauma, nimeumia mkono, anasema ana act akawa anamwambia tutakuua. Na maelezo ya mtoto mtoto, anasema by the time anakandwa na walimu wengine, mwalimu aliitwa kabla ya bibi yake kufika, mwalimu akawa amesimama pembeni anaongea huku anacheka, ni kwamba hakuonyesha kwamba amejutia alichokifanya. Kwa hiyo nilitamani kweli huyo mwalimu angepatikana au hata angepelekwa polisi, sheria iendelee kufanya vya kufanya. Nikarudi ni, naishi nikaangalia usafiri ndege ya asubuhi, nikaja nimefika. Sikuja nyumbani straight kwa sababu nilikuwa nishatumia picha za mtoto, nimeshaona kwamba mtoto hali yake sio nzuri kwao. Nikaenda shuleni moja kwa moja, nikawambia, naombeni nikutane hata na huyo mwalimu nimuulize yaani ni yani, nini ambacho kilitokea mpaka kupelekea mtoto kuumia hivi kupigwa kiasi hicho sikufanikiwa lakini tamani, hata hata kama wasingenikutanisha naye basi wangempeleka polisi wao, kwa sababu kama ni kitendo ambacho hata wao kimewaumiza, ilibidi wamwajibishe wao kama shule, sio mpaka mimi mzazi au babu au bibi. Baada ya kuona kwamba inashindikana kunipa, nikaja nyumbani nikamchukua mtoto nikaenda naye polisi, ndo tukafuatilia vitu vingine vyote. Baada ya hapo nikaongea na mwanasheria wangu akanipa akanipa akaniambia, inabidi nitume message kwa watu kadhaa ambao ni wajuu ambao wanaweza wakasoti hilo swala kwao. Nikatuma message na picha kwa baadhi ya viongozi pamoja na Arabi namba hii, nione ni nini kinaendelea. Baada ya hapo, baadaye, wakuna kesho yake, I think Jumatatu, Jumanne, Jumatatu alikuja mratibu wa elimu mratibu kata na alivyofika, akawa anasema kwamba haya mambo yanatokea ni kawaida. Akawa anaomba msamaha kwa niaba ya shule. Sikupendezwa kwa sababu niliona mtu amekuja na anaongea in a sense kwamba yaani eh, kama vile ni kitu cha kawaida it happens kwamba nisamee shule nisiendelee. Oh, basi k mpaka sahizi tunasubiria tuone ni nini ambacho kinaendelea. Pengine labda uh, shuleni, mwalimu amefahamika na... anafahamika mwalimu wanasema ametoroka. Najaribu kuwaza kama huyu mtoto mmoja imetokea hivi na wame, waliendelea na maisha kwamba hata huo msamaa wa kuja kuomba samahani, kwamba mambo yarudishwe kwenye familia, kesi zifutwe na nini na nini. Unawaza, kama huyu mmoja waliendelea na maisha baada, mwalimu aliendelea kufundisha baada ya mtoto kuumia kiasi hicho, unawaza ni wangapi ambao nyuma wamefanyiwa vitu kama hivi, labda wameshindwa kushtaki au labda tu waliona wamekata tamaa, hawatapata msaada? ni wangapi? Kwa hiyo inabidi hili swala lisimamiwe kwa kweli. Na ninahitaji huyo mwalimu atoke kama mfano. Kwa sababu kitendo alichokifanya kwa mtoto ni ukatili, ni unyama ambao siwezi kuelezea. Maana ni mtoto ambaye kwa anajitegemea kwenye kila kitu, anaoga peke yake, anakula mwenyewe, anafanya kila kitu peke yake. Imagine sasa hizi inabidi mtu amsaidie. Kwao ni changamoto, alafu una imagine kwamba mwalimu ambaye amefanya hivyo anaendelea na maisha huko ambako anaendelea. Hajakamatwa. Wanadai kwamba hapatikaniki, wakati ni mtu ana address, ana referees, ana nini wakati anaajiriwa. Kwa hiyo unaona kabisa ni kwamba shule kama shule haijachukulia hili swala kwa uzito. Kwa hiyo ningependa tu vyombo vya sheria vishughulike naye, shule kama shule iwajibike kwa haya yote ambayo yametokea, kwa sababu sio jambo dogo. Hata mtoto amekuwa traumatized mpaka anasema siwezi kuendelea kwenye hiyo shule. Naelewa. Kwa hiyo naomba tu mamlaka husika ya shughulike nayo. Hata hivyo mmiliki wa shule hiyo hajawa tayari kuzungumza tukio hilo kwa sasa. Sasa hivi okay, niko nje ya kituo cha kazi na mi sio msemaji, naomba upige simu kesho asubuhi saa mbili. Lakini limefikia wapi? naomba <tis> ipige simu kesho saa mbili.